Hata kama angepata elimu ya juu ya namna gani, kama eneo la kiroho alipo vizuri, maana yake ni msingi usio na nguvu, unaweza ukateketea saa yoyote. Lakini eneo la kiroho, kanisa la Bwana, wazazi na walezi na watu wa Mungu, likiwekwa vizuri kwa mtoto, maana yake tunaweka msingi ambao chochote kinaweza kukakalia ki juu ya yule mtoto, maana msingi ulio imara umewekwa kwa yule mtoto. Ndio maana Yesu alisema ile mfano ya wale wajezi wawili anasema mmoja alijenga juu jamani ya yakuchana ya mwingine, akajenga juu ya bomba. Akasema wote walikuwa na nyumba, lakini vilitofautishwa na yakati ngumu. watoto wetutawajua nguu yao wakati wa nyakati ngumu. Dunia tunayoishi ina mambo mabaya. Kanisa la Mungu leo tunasikia mambo ya za jinsia moja ushukana, vitu vibaya sana kwa ajili ya watoto wetu ni kama kila mzazi ukiwa na mtoto yuko shuleni yaani una ulali unawaza nini kinatokea nini kinaendelea maana ulimwengu umekuwa na mambo magumu mazito tunakuwa na wasiwasi wa watoto wetu yako. yako matukio yanayofanyika kwa watu wazima kwa watoto ya kutisha yaani unatafuta usalama wa mtoto hauoni yaani unakuwa na akirudi nyumbani unasema Yesu asante maana huko nje kuna hatari nyingi kuna uh, kuna maadui wengi lakini baje ni kupe neno la matumaini. Sisi tukiwekeza vizuri ndani ya watoto wetu katika eneo la kiroho, wanakuwa na nguvu ya kuhimili kila dhoruba inayokuja. Hakuna dhoruba itawachukua kule watoto, hata kama akienda kusoma Marekani, kwa kuwa nimeweka msingi wa nguvu katika eneo la kiroho, akikutana na washawishi wabaya kule, hawawezi kugeuza moyo wake, maana eneo la kiroho tumeshaweka msingi wa kutosha. Hata kama sijui akaenda akakuta yuko chuo kikuu, na maisha ya chuo kikuu sio kama zamani nyinyi wazee mlisoma. Maisha ya chuo kikuu sasa hivi ni aina yake. Hata kama akaenda kule akakutana na wale marafiki wabaya, wale ambao atakushawishi, lazima ukubali. Kwa kuwa nimeweka msingi mzuri, yaani hata nani aseme, ile nguvu ya kiroho ina uwezo wa kufanya chochote kisitokee, maana kuna kitu ambacho mimi mzazi nimekiweka ana tumeweka ndani yao wa na, ndio maana Yesu akasema. woto oto, anazungumza na wale watu, anawaambia hawa wajenzi wa ulimwengu wote walijenga nyumba na zilikuwa nzuri bila, inasema lakini nilitofautishwa na nyakati ngumu. Yesu akawaambia upepo ulipokuja, mafuriko mafuriko yalipokuja, ile nyumba ikapigwa na vile vitu vyote, akasema iliyojengwa juu ya mwamba au ya mchanga ilichukuliwa na mafuriko na upepo, lakini iliyojengwa juu ya mwamba, unaambiwa mvua ziliponyesha zilihimili, maana zilikuwa kwenye msingi, ziliupeo na mafuriko ya kaya ikahimili. Sasa watoto wetu, jamani, wanapoenda kwenye misukosuko mengi ya dunia na mambo mazito magumu, kwa kuwa tumeshaweka vitu vya kimungu ndani yao, sisi hatuna wasiwasi, tunalala usingizi. Maana ah, tumesha mkabidhi watoto wetu na wakabidhi kwa Kristo. Ah, Mungu anashughulika na wao. Kwa hiyo chochote kinachopandwa juu yao Mungu anaruhusu, maana tayari wameshakuwa mali ya Mungu jamani. Bwana asifiwe. Sasa kale Ibrahimu, si kazi rahisi kushughulika na kiroho cha mtoto nikwambia, si kazi mpaka mtoto anasimama anakuwa na nguvu za kuhimili mambo mazito, si kazi rahisi, la lazima mzazi yafanye. Si mara si moja, si mwezi moja, sio mwaka mmoja, sio miaka mitatu, ni kazi ya kufanya muda wote. Ndio maana vile nasema, katika kitabu cha Kutoka sura ya sita ile saba, nasema, mfundishe utembeako, mfundishe ukaako, mfundishe ulalapo, mfundishe uketi. Maanake swala la kuwekeza na kufundisha mtoto ni la kila saa, asubuhi, mchana, jioni, usiku, kila nafasi nayotokea lazima uweke neno kwa mtoto wako. Tunapata changamoto kubwa sana kanisa la Bwana kasa, unaweza kukuta mtu yuko na mtoto, anaweza akakaa siku nzima hakuwahi kuambiwa neno la Kimungu, yaani hakuna neno limedondoshwa kwenye ufahamu wake, neno la Kimungu. Naweza mkakaa mkafanya shughuli zote, lakini neno hilo la Mungu ni la muhimu sana, na ndio maana Mithali ishirini na mbili mstari wa sita inasema Lea mtoto katika njia ipasayo. Mungu anatuambia sisi wazazi, walezi na kanisa, lea mtoto katika njia ipasayo, alafu kazi ya Mungu ni kushikilia kila unachokiweka, na anakuhakikishia kwamba kila unachokiweka, Mungu anakushikilia. Anasema hata sahau hata atakapokuwa mzee. Na sasa, Mungu kazi ya Mungu, jamani, wazazi na kanisa la Bwana, kazi ya Mungu kwa mtoto ni kushikilia maarifa unayoweka wewe mzazi Usipoweka chochote ndani ya moyo wa mtoto, Mungu ana chochote cha kushikilia ndani yake, sio kama. Tumeelewana jamani? Kazi yako wewe ni kufanya kuweka vitu, unafundisha yako, Mungu anashika. Nakwambia hata kama unasema neno moja kwa sekunde na Mungu tu inashika, inakana ndani ya moyo wake. Mungu anatuambia hata sahau hata atakapokuwa mzee. Sasa Ibrahimu akamfundisha mtoto wake huyu, baba akafanya malezi kwa Mungu, kwa nguvu, kwa Isaka. Sasa nataka tuone maisha ya Isaka yalipokuwa na nguvu sana, akiwa mtoto mdogo. Sasa Bwana akamtokea Ibrahimu, bila nasema, akamwambia anataka akamtolee sadaka, na hii sadaka ni ya Isaka mwenyewe kutolewa kwa sadaka. Sasa Ibrahimu akiwa anaenda kumtolea Bwana sadaka, nataka tukuangalie maneno aliyosema Isaka na baba yake maneno aliyozungumza huyu mtoto na baba yake, msali wa sita ili anasema, Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanaye, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Huyu ni baba ambaye alikuwa na moyo wa ibada, lakini pia moyo wake wa ibada umeambukizwa ndani ya mtoto. Yaani mama Ibrahim anaenda kwenye Ibrahim uh, alipokuwa anakwenda kwenye matukio ya kiibada ilikuwa lazima aende na Isaka huyu e mtoto wake. Jamani, mabwana asiye. Hivi hebu tujipime, sisi ni kwa kiwango gani ambavyo sisi wewe mzazi na kanisa la Bwana liko mahali hapa. Ni kwa kiwango gani mtoto ana nafasi kubwa katika eneo la ibada kwako? Sasa, unaweza kukuta wewe unaenda kanisani utafanya maombi, utatoa kwa uaminifu, utajitoa kwa Mungu kwa nguvu sana, lakini watoto wako hawana habari. Unakuta wewe unakuja kanisani, unaambia watoto sasa, mimi kazi yenu ni kuchunga nyumba, mimi naenda kanisani. Jamani, Mungu amekupa walinzi au amekupa watoto? Ambavyo ninyi wazazi najua watoto mnatutendea si vizuri, yani nguvu ile ile ya ibada unayoweka wewe tai ndani ya mtoto, sijui kama tunaiona jamani, ile namna ya uchaji wa kimungu na ile nguvu ya kujitoa kwa ajili ya Bwana. Nguvu hiyo hiyo ndio inayotakiwa kuwekezwa kwa mtoto, kwa sababu tunafanya hivyo wakiwa wadogo, maana huo ndio wakati wa kuachilia maarifa ya kimungu ndani yao. Sasa kwenye ibada lazima tuwe nao na kuwafundisha na kuzungumza nao. Sasa angalia hapo usali huo unaofuata. Usali wa saba wa maana sana huu. Mstari mimi nampenda sana mstari wa saba, sijui kama umefungua kwenye kitabu cha Mwanzo. Natamani uone huo mstari wa saba. Nini ambacho Isaka anasema na baba yake? Ndiyo anasema, Isaka akasema na Ibrahimu baba yake, anataka kabisa huyo mzee Isaka huyo, akamwambia baba yake akinena babaangu hii inaonyesha pia mahusiano mazuri kati ya mtoto na baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kanisa la Bwana, mahusiano mazuri, kwa sababu moja kati ya kitu cha muhimu sana, wazazi lazima wawe na mahusiano mazuri na watoto wao, lazima tushirikiane na kuwa karibu na watoto wetu, kwa sababu mzazi ndio rafiki namba moja wa mtoto. Mzazi ndio mtu wa karibu sana na mtoto wake. Isaka anamwambia baba yake, baba Alafu bila anasema naye akasema, nipo hapa mwanangu. Unaona hayo, no mahusiano jamani, kuna no, kitu naona hapo kanisa la Bwana. Unaona mahusiano mahusiano ya baba na, no, no, mausia, no. na mtoto wake Ibrahimu akasema, na mwanangu Isaka akasema, tazama baba, leo tunakwenda kwenye ibada, lakini kuna vitu hujajiweka sawa. Maana huyu mtoto alikuwa anajua namna ibada inavyofanyika. Sijui kama watoto wako wanajua tunapokuwa ibadani, namna uh, na, ya ibada kuwa jinsi gani wanavyopaswa kuwa. Kwa nini tuko ibadani? kwa nini tusifu? kwa nini tumtolee Mungu sadaka? kwa nini vitu tunavyofanya? Je, kanisani? Yeah, wanajua hizo vitu? Angalia Ibrahim yako Isaka, anamwambia baba yake, uh, baba, na tunaenda kutoa, tunaenda kwenye ibada kweli kabisa, na baba, mimi naelewa Isaka huyu anaye ana, ona jinsi ambavyo anauelewa juu ya ibada inapofanyika, anamwambia baba yake mimi uh, anamwambia baba, tazama moto upo na nini tena jamani, na kuni zipo, lakini anakosekana nini? Anamwambia, lakini sasa baba, mimi naelewa tunaenda kumtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa lakini leo tunapoenda tumebeba kisu, tumebeba moto, tumebeba sijui nini, lakini anamuuliza "Hivi baba, mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa yuko wapi? Naelewa kale katoto kalikuwa ni kadogo jamani, lakini ameshaelewa ibada namna inavyofanyika, anajua jinsi ya kumtolea Mungu anajua jinsi ya kutoa zile sadaka za kuteketezwa yaani, hata Ibrahimu angemwambia siku moja nisaidie kufanya zile hatua zote zile procedure zote za kutoa sadaka ya kuteketezwa, huyu mtoto alikuwa anafahamu, anajua vizuri. Anamwambia mzee, anamwambia baba, aa, sioni leo tunakwenda kumtolea, tunaenda kutoa sadaka, lakini yule mwanakondoo wa kwenda kutoa yuko wapi? Sasa Isaka anatuonyesha jinsi ambavyo baba yake